Timu ya mpira wa miguu ya TRC imeanza vyema mashindano ya SHIMUTA ambayo yameanza kutimua vumbi mapema wiki hii huko mkoani Morogoro. Katika mchezo wa mpira wa miguu, TRC imefanikiwa kuifunga timu ya TAEC jumla magoli mawili kwa bila katika mchezo ambao umechezwa katika uwanja wa Mzinga mkoani Morogoro. Tumezungumza na mwenyekiti wa timu ya TRC Samuel Msuku ambaye amezungumzia matokeo haya. Tunashukuru Mungu kwa kweli, mechi imeenda vizuri na timu yetu imepata ushindi wa magoli mawili E, mina, tuna kwa sifuri ninkwa wanareli wote Tanzania nzima tunawaeleza kwamba timu yetu imekuja hapa Morogoro kwa ajili ya kushindana michezo yote. Mchezo ulikuwa kwetu mzuri, tunamshukuru Mungu kwa maandalizi ambayo tulikuwa tumejiandaa nayo haikuwa rahisi, ila leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tulijiandaa vyema chini Mtono na ya mwalimu wetu Mtono pamoja na walimu wao na wasaidizi wake pia ikasaidia, leo tunaweza kupata matokeo ya mbili kwa bila kwetu ni ushindi mchache sana pia, kwa sababu kwa namna tulivyojiandaa tulikuwa tumejiandaa kikubwa zaidi, ila tunachowaahidi pia leo, watu wetu, mashabiki zetu, wanaleri wote, tuko tayari kuipambania nembo, kuipambania shirika na tunategemea kubwa kuleta kikombe katika hii football. Timu zingine za TRC ambazo zinatarajiwa kufanya vizuri ni pamoja na timu ya basket pamoja na netball. Endelea kufuatilia kurasa zetu za TRC ili kuweza kufahamu mengi mazuri kuhusu mashindano hayo yeah.